Kwa sababu Mungu ametaka tuwe hapa na Bwana ametaka tutumike na kufanya mapenzi yake. Tuko hapa kwa sababu Bwana ametaka tuwe hapa na pia tutumie kama chombo katika huduma wa kila siku, na ndio nasema hivi, Mungu aliyetuletea leo ni mwaminifu na hasa sana, tuendako tutafika salama. Kwa nini? Kibali chake ki pamoja nasi, wema wake na fadhili zake zipo pamoja nasi. Ni mwema, pia ni mwaminifu na siri tulionaye kwake Mungu ni kuu tena ya baraka sana. Ndio nasema hivi katika Nukuu ya Matumaini, fursa uja fursa huenda. Kila wakati unapopata fursa ya kufanya kitu kifanye kwa moyo kwa bidii na kwa nafasi, maana fursa uja na pia huondoka. Na siku zote unapopata nafasi ya fursa ilipokuja mbele yako itumikie vizuri, maana itakapoondoka kurejea itakuwa ni nadra sana, itachukua muda pengine niiredie, na inaweza enda na kuendanga kabisa. So kila unapopata fursa ya kufanya kitu kifanye na bidii, kifanye na moyo, na pia kifanye kwa sababu kijua baada ya kitu hiki kufanyika kuna kibali nitakachokipokea mbele, maana uwezo wa Mungu uko pamoja nami katika huduma wa kila siku. Natamani kukuambia hivi katika nafasi ya neno lake Mungu ya kwamba Mungu ajetulete leo na makusudi atuache njiani. Ametulete leo na makusudi ili tupate nafasi pia ya kufika katika uwezo wa nguvu zake. Ametulete hapa na nafasi ili atusaidie kutembea sawasawa na neema yake katika safari ya kila siku ya huduma. Ametulete hapa na nafasi ili tumhudumie, na ndivyo anavyosema katika nukuu ya matumaini, fursa inapofika itumie vizuri. Na je unapoipata fursa unaitumia vipi? Je, ulipoipata fursa unaitumia kwa njia gani? Maana hiyo fursa inapokuja inakuja kwa njia usiyojua wakati mwingi. Fursa hujificha kwa vitu vibaya ama vitu chukuu ama vitu vilivyokukuu ama vitu visioonekana. Sasa unavidharau na kuona si kitu cha dhamana ambacho kimekuja, lakini ni fursa imekuja kwa njia hiyo. So usipoitumia fursa uliyoipokea vizuri, unaweza itupa. Nakumbuka unaweza tupa dhahabu ndani ya kitu kilichokuwa kikuukuu. Unaweza tupa tu. Na kusema hiki sina na 30 haja nacho, maana ni kikuukuu. Kumbuka kuna wakati ambapo Yesu aliwatuma wanafunzi. Walipoenda wakashika samaki, kwambie ndani ya samaki hiyo unapompasua kuna kitu ambacho kitakachokusaidia maisha yako yajayo. Walipofanya hivyo walikutana na dhahabu kubwa ndani ya samaki. Iliwasaidia. Maana walipoiuza walipata fedha. Anasema hivi kuna vitu ambavyo vimekuja kwako kama fursa na hujavichukulia maanani, maana vilikuja kwa njia ya kuchakaa, vilionekana kama si vitu vya thamani, lakini ndani yake vilikuwa vya maana. Kuna mzee mmoja katika habari zake alisema alinunua begi, na lile bagi aliponunua lilikuwa limekuwa kukuu, maana watu walikuwa wanaliona wakipitiza mikono pale. Lakini yeye alipokiona begi lile, roho yake ikamwambia nunua begi hili. Aliponunua begi lile, alipoenda kuliosha kule nyumbani mwake, polepole pole alikutana na chuma ndani yake na, na mwishowe ya kumbe chuma kile kilikuwa na dhahabu so, fursa uja kwa kujificha kwa vitu ambavyo vinaonekana si vya dhamana. Hiyo ni fursa, uja ikiwa imejificha kwa vitu vinavyoonekana si vya dhamana, na wakati mwingi katika safari ya fursa inapojificha hivyo, basi unapoteza kitu kizuri ambacho kingekusaidia kesho na kesho ijapo. Je, unapoipokea fursa unaitumia vipi? Na natamani katika nukuu ya matumaini siku hii ya leo ya ja kwamba utakapopokea fursa nafasi itumie vizuri. Hapo ulipowekwa kazini, hapo kazini, nafasi hiyo umepewa, tumia nafasi hiyo vizuri hapo kazini, ili hata wakati utakapoondoka, waseme kulikuwa na mtu aliyekuwa anafanya kazi hapa, mtu wa dhamana sana. Tumia nafasi hiyo vizuri hapo. Kwa biashara, nafasi umepewa, hapo unatandika tu vitu vichache, tumia nafasi hiyo vizuri, hiyo ni fursa umepewa maana kuna watu wakipewa nafasi hiyo watatumia vizuri. Nasema iokoe muda okoa wa wakati siku zote, maana fursa unayoipata itumie. Muda unasonga, miaka zinaenda, uzee unakuja, ujana unaisha, maana ujana ni moshi. Tumia nafasi ulionaye vizuri, maana ni fursa ulioipata wewe. Unafanya kazi ya, kal... ya mwalimu, wewe ni mwalimu unafanya kazi ya utumishi, wewe ni mhuduma mhubiri. Nafasi hii ulio na nguvu, unaweza simama hata muda mrefu ukafanya kazi hiyo kwa bidii. Wewe ni dereva, unaweza ketia kiti kile, napo katika steering yako vizuri na uende mbali kwa muda mrefu, lakini kuna nyakati ambazo hauwezi songa hata kidogo. Nasema Bwana akusaidie, unapoipata fursa uitumie vizuri nafasi hiyo, maana nafasi hiyo itakapoondoka unaweza itamani usiipate. Mungu akusaidie sana. Unapoitumia nafasi na fursa ulionayo katika safari ya kumhudumia Mungu, fursa huja na fursa huenda, nafasi hiyo huja na huenda, na inaweza kuja na iende kabisa, ama ije na itakaporejea, na nasema unapoitumia itumie vizuri, maana Mungu yupo pamoja na wewe. Asante na karibu, imekuwa ni Nukuu ya matumaini na Mathew Ndeva. Asante kwa wale ambao wanasimama na kitu hiki siku zote, Mungu awabariki, watende mema na wainue kabisa. Tunatamani kutamba na kufika FM na wewe ni mtu wa dhamana na Mungu amekubariki. Simama nasi na Bwana akubariki. Tuombe na pia simama nasi katika hali ya kifedha ili tusalie hewani daima jinsi tulivyo hivi hewani, na zaidi ya yote tutambe hata kufika FM kwa utukufu wa Mungu wa Israeli. Tunaomba mchango wako e, hey, msikilizaji wetu, kwa hatua ya kununua transmitter nzuri itakayeweza panua wigo letu na kuwafikia wengi kwa njia iliyo bora tena kupendeza. Tuna maono na tuna ndoto ya kuwafikia wengi kwa matangazo na kwa habari na kwa mahubiri njia iliyo bora tena kusimama zaidi, maono yetu na ndoto yetu ikatimie na Bwana akapanua wigo letu. Asante, unaweza tuma mchango wako kupitia nambari hii 625 625, ndio pay bill namba yetu. 0124508521780 ndio account. Nasema hivi wale ambao wanapenda kutumia till number ni 4561468. Na Mungu wa amani atawabariki atawatenda mema atawainua kabisa kwa utukufu wa jina lake. Asanteni na karibu popote mulipo, tunapoendelea kumhudumia Mungu na kumtenda mema. Na hiyo ndiyo nukuu ya matumaini ya siku ya leo, asante na karibu.